Naam, karibu tena kwenye Gumzo Updates, na tuelekea moja kwa moja Tunguu visiwani Zanzibar, ambako hatua ya kisheria iliyochukuliwa na waliokuwa wagombea ubunge kumi na tisa kupitia chama cha ACT Wazalendo imezua mgongano mkubwa wa kikatiba katika Mahakama Kuu ya Zanzibar kuhusu mamlaka ya mahakama hiyo kusikiliza mashauri ya uchaguzi wa Jamhuri ya Muungano. Mvutano huu wa kisheria umeibuka leo mbele ya Jaji Haji Suleiman Khamis katika mahakama iliyopo Tunguu wakati wa usikilizwaji wa pingamizi ya awali katika kesi hii inazohusisha majimbo ya kisiwa cha Unguja. Mwanasheria ya mwandamizi kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Bina Lindwa Sekimanga amewasilisha pingamizi akidai kuwa mahakama kuu ya Zanzibar haina mamlaka ya kusikiliza kesi za uchaguzi wa wabunge. Sekimanga alijenga hoja yake akiegemea ibara ya 83 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 inayoeleza kuwa mashauri yote ya uchaguzi yanayohusu wabunge yanapaswa kusikilizwa na mahakama kuu ya Tanzania pekee. Ameiomba kwa hivyo mahakama kutupilia mbali mashauri hayo kwa madai kuwa yamefunguliwa katika chombo kisicho na uwezo wa kikatiba kisheria. Lakini kwa upande wa alamikaji ukiongozwa na wakili msomi Omar Said Shaban umepinga vikali hoja hiyo ukisisitiza kuwa mahakama kuu ya Zanzibar inayo mamlaka bila kikomo kusikiliza jambo lote nayotokea ndani ya ardhi ya Zanzibar. Hoja za wakili Omar Said Shaban zilijikita katika kifungu cha 93 mabano moja ya katiba ya Zanzibar nachoipa mahakama kuu ya Zanzibar mamlaka ya jumla na sheria mambili ya mwaka 1985 ya inayoanzisha mahakama hiyo na kuipa mamlaka ya kusikiliza mashauri yote yanayohusu sheria zilizotumika Zanzibar ikiwemo sheria za muungano zilizotungwa na bunge. Wakili Omar Said amesisitiza kuwa ibara 83 ya katiba ya muungano haiwezi kamwe kuondoa wala kupunguza mamlaka ya mahakama kuu ya Zanzibar yaliyowekwa kikatiba. Leo tulikuwa tunasikiliza pingamizi lililowekwa na upande wa jamhuri juu ya uwezo wa mahakama hii uh, ya kuu ya Zanzibar kusikiliza mashauri ya uchaguzi ya wabunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa majimbo ya Zanzibar. Yaani mahakama hii inatakiwa iende, yani majimbo yale, ikiwa kuna complain kuhusu majimbo manake uh, usikilizwaje au kesi zifunguliwe kwenye mahakama kuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iwe masijala yoyote ile iwe Dodoma iwe Rukwa iwe Dar es Salaam au wapi, ndio hoja ambayo ililetwa. Sisi tumepinga hoja hiyo, tukitaka mahakama itafsiri katiba kwa upana wake e, na iangalie, isiangalie kifungu kimoja tu cha katiba na vifungu vingine e, na hoja yetu imelalia kwenye mambo kadha wa kadha. Kwanza a, mamlaka yenyewe ya mahakama hii yanatokana na nini? Tumeeleza mahakama kwamba yanatokana hasa na na katiba ya Zanzibar ambayo ndio imeanzisha mahakama hii pamoja na sheria lakini pia e, na suala yenyewe la muungano wetu na namna katiba yenyewe pia ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inavyotaka uh, inavyoitambua Mahakama Kuu ya Zanzibar na kuipa mamlaka uh, yake kwa mambo yote, sheria ambazo za Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambazo zinatumika za Zanzibar, ndio hoja. Kwa hiyo kulikuwa na, na mjibizano wa hoja na wenzetu wameeleza hoja zao na sisi tumeeleza hoja zetu kwa kirefu kama ambavyo mlikuwepo mmesikia. Kwa hiyo kwa sasa kinachosubiriwa ni uamuzi wa mahakama e, uamuzi wa mahakama ambao mahakama imeeleza uamuzi utatoka tarehe ishirini na saba mwezi huu, e, kuamua kwamba kama haya maombi, kwa sababu hapa tuko kwenye maombi, kesi ya msingi bado hatujamaliza, kama mahakama inahisi ina mamlaka au haina mamlaka. Baada ya hapo tena tutaingia kwenye usikilizaji pia wa maombi kama haya au wasilisho kama hili, siku ya pili yake tarehe ishirini na nane kwa majimbo ya Pemba. Ha, sasa ndo mahakama itakuja kutupa tafsiri, lakini mgongano wa vifungu vya katiba upo na umekuwepo, na mahakama zetu zilishawahi kutoa kauli kwenye kesi. Ukiangalia kesi ya Sefu Sharifu na kesi ya Machano, mahakama ilishasema kwamba kuna mgongano wa vifungu vya katiba yenyewe ya jamhuri, lakini pia na baina yake na katiba ya Zanzibar, na ikizitaka mamlaka kurekebisha hali hiyo kwa sababu sio Uh, kwenye kesi ile ya Seif Sharif, mahakama imetumia neno, mahakama rufaa, imetumia neno sio healthy, hauna afya kwa muungano wetu. Kwa hiyo hiyo lipo eh. Sasa ni namna tu mahakama sasa zinazokuja, namna watakavyoweza kutafsiri kwao, kwa sababu hali hiyo ipo. Unategemea, unaposema jamhuri ya muungano ni nini? Jamhuri ya muungano ni bara au ni Zanzibar pia? Bake tafsiri ya kwamba jamhuri ya muungano against what? Against Zanzibar, kwa sababu jamhuri, katiba, jamhuri ya, jamhuri ya muungano wa Tanzania ni dokumenti ya, siyo ya, siyo dokumenti ya bara siyo dokumenti ya Zanzibar, ni dokumenti ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa huwezi kuyagi katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama ni document ya, ya bara Nifionfamu, na ndio maana ina vifungu vya katiba inayotoa inapokuja masuala migoguru, ya utatuzi wa migogoro inaitambua mahakama kuu ya Zanzibar na kueleza kwamba ina, ina mamlaka sawa na mahakama kuu hiyo ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ipo lakini decisions unajua sisi wanasheria bwana mmoja, jaji mmoja anaitwa Lord Denning wa Uingereza, alisema kama wanasayansi kila siku wanatafuta matatizo, wana, wanatafuta masuluhisho ya matatizo ambayo tayari yalikuwepo. Maanake wanasheria hawawezi kusema kwamba kwa sababu hili fulani alishagundua baskeli ya miti, basi mwingine hawezi tena kugundua baskeli ya chuma Sijui unaelewa. Maanake kuna evolvement ya sheria na yenyewe na tumesema na sheria, mahakama ishasema katiba ni nyaraka inayoishi ina conscious, ina roho, sio kwamba imeandikwa ndio hivyo. Ndio maana tuna subject na nini ta na, na tafsiri. Baada ya mkutano huo wa kisheria, jaji Haji Suleiman Hamisi ameakhirisha shauri hilo hadi tarehe 27 Januari mwaka huu 2026 siku ambayo mahakama inatazamiwa kutoa uamuzi mdogo utakabainisha ikiwa ina mamlaka ya kuendelea kusikiliza kesi hizo ama la. Jambo la kukumbuka hapa, mtazamaji wetu, ni kwamba kesi hizi zimefunguliwa na wagombea wa ACT Wazalendo wakipinga mchakato wa uchaguzi katika majimbo 19 ya Unguja, wakidai kuwepo ukiukwaji mkubwa wa taratibu za kisheria. Je, ni yepi maoni yako? Unaamini kuhusu mfumo wa mahakama? Unaamini kwamba sheria itafanya kazi yake? Tuandikie na wambie wengine.